Rais wa Urusi Vladimir Putin ametangaza kambi ya kijeshi ya Urusi iliyopo nchini Tajikistan kuwa ni ngao ya usalama wa kikanda. Ni huko katika eneo la Dushanbe, Tajikistan, ambapo Rais wa Urusi bwana Vladimir Putin ametangaza rasmi kwamba kambi ya kijeshi ya Urusi namba 201 iliyopo nchini Tajikistan ni ngao muhimu ya usalama wa kikanda, ambayo inalinda si tu Tajikistan, bali pia uthabiti wa eneo zima la Asia ya Kati. Amezungumza hayo baada ya mazungumzo yake na rais wa Tajikistan Emomali Rahmon mjini Dushanbe. Putin amesisitiza kwamba ushirikiano wa kijeshi na kiusalama kati ya Urusi na Tajikistan unaendelea kuimarika kwa kasi, huku pande hizo mbili zikishirikiana katika mapambano dhidi ya ugaidi, usafirishaji haramu wa dawa za kulevya na vitisho vya mipaka vinavyotokana na hali tete ya usalama katika maeneo jirani, hususan ya Afghanistani. Anasema kambi yetu ya kijeshi nchini Tajikistan ni moja ya nguzo kuu za usalama katika eneo hili, ni ngao ya kulinda amani na uthabiti wa Asia ya kati nzima, amezungumza Putin. Kambi hiyo ambayo ni kubwa zaidi ya Urusi nje ya mipaka yake ina jukumu muhimu katika mafunzo ya pamoja ya kijeshi, kubadilishana taarifa za kijasusi, na uimarishaji wa uwezo wa vikosi vya ulinzi vya Tajikistan na Urusi, ikisaidia Tajikistan kwa vifaa vya kisasa vya kijeshi mifumo ya mawasiliano pamoja na mafunzo ya kiufundi kwa wanajeshi wake. Kwa upande wake, Rais Imumal Rahmon ameishukuru Urusi kwa mchango wake wa kudumu katika kulinda usalama wa Tajikistan na eneo lote la Asia Kati, akibainisha kuwa kambi hiyo ni alama ya urafiki wa muda mrefu na ushirikiano wa kijeshi ambao umekomaa kati ya mataifa hayo mawili. Urusi na Tajikistan ni wanachama wa jumuiya ya mkataba wa usalama pamoja CSTO na zimekuwa zikifanya mazoezi ya kijeshi pamoja mara kwa mara katika kuhakikisha wanaongeza uwezo wa kujibu tishio lolote lile la kiusalama kutoka kwa maadui zao. Tangazo hili la Putin linakuja katika wakati ambapo mabadiliko ya kiusalama na kisiasa katika eneo la Asia kati yamekuwa yakichukuliwa kuwa makini mkubwa hasa kutokana na kuongezeka kwa shughuli za makundi yenye msimamo mkali katika mipaka ya Tajikistan pamoja na kule Afghanistan. Kwa maneno ya Putin, Urusi itaendelea kushirikiana na kuwa mshirika thabiti na mlinzi wa usalama wa Tajikistan, wakifanya kazi bega kwa bega ili kuhakikisha amani pamoja na ustawi wa taifa hilo la Tajikistan. Kwa hiyo, hicho ndicho ambacho kikubwa zaidi ambacho kimezungumzwa. tunafahama rais wa Urusi bwana Vladimir Putin alianza safari yake ya kuelekea Tajikistan tarehe nane ya mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano, na pamoja na mambo mengine kuna ma, mambo mengi ambayo yamejadili na rais wa Tajikistan, lakini kabla ya taarifa hiyo, ilitolewa taarifa kwa vyombo vya habari baada ya mazungumzo hayo. Sasa utaratibu wangu huko pale pale ni kuwaletea kwa Kiswahili mazungumzo kama sio hotuba kama sio taarifa kwa vyombo vya habari ambayo imezungumzwa na viongozi hao. Sasa taarifa hiyo niko nayo hapa, ambapo ilianza kwa rais wa Urusi bwana Vladimir Putin kuzungumza maneno yafuatayo: Mheshimiwa Rais Emomali Rahmon, mabibi na mabwana, pamoja na marafiki, kwanza kabisa napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa rais wa Tajikistan Mheshimiwa Emomali Rahmoni kwa mwaliko wake wa kufanya ziara ya kitaifa nchini Tajikistan, kwa mapokezi yake makubwa ya kirafiki ambayo ameyatoa lakini, ameyatoa si kwa rais wa Urusi bali kwa ujumbe wote, pamoja na mazungumzo ya urafiki ambayo tumekuwa nayo jana jioni. Mazungumzo hayo hayakuwa tu ya kupendekeza bali pia yalikuwa ni ya manufaa makubwa kwa ushirikiano wetu na kizazi kijacho. Bila shaka mnakubaliana na mheshimiwa Rahmoni kwamba mazungumzo yetu yalifanyika katika hali ya kibiashara ya kujenga na yenye tija kubwa. Hii inaendana kikamilifu na uhusiano wa urafiki na ushirika wa karibu uliopo kati ya mataifa haya ya rafiki mawili. Tulijadili kwa kina masuala mbalimbali yanayohusu ushirikiano wetu wa pande mbili katika nyanja za kisiasa, usalama, uchumi, biashara, kijamii, utamaduni na masuala ya kibinadamu. Pia tumebadilishana maoni kuhusu masuala kadhaa ya kimataifa na ya kikanda ambayo yanaendelea kwa hivi sasa. Tamko la pamoja tulilolipitisha leo na rais wa Tajikistan linaweka malengo mapya na makubwa zaidi ya kuimarisha ushirikiano wa kindugu kati ya Urusi pamoja na Tajikistan. Hatua hizi zitaimarishwa kupitia hati mbalimbali za kiserikali za kimaeneo na za kiidara ambazo tutasaini mapema, anasema. Napenda kusisitiza kwamba Urusi ni miongoni mwa washirika wakubwa zaidi wa biashara wa nje wa Tajikistan. Mwaka uliopita biashara kati ya nchi zetu iliongezeka kwa zaidi ya asilimia saba na kufikia dola bilioni 1.5 na mwaka huu imeendelea kukua. Kama nilivyosema awali na nirudie, biashara yetu imeongezeka kwa asilimia 17.3 mwaka huu. Urusi pia ni mwekezaji mkubwa katika uchumi wa Tajikistan. Zaidi ya mashirika 300 yenye mtaji wa Urusi yanafanya kazi nchini humo, huku uwekezaji wa jumla kutoka Urusi ukizidi dola milioni 500. Nchi zetu zimefanikiwa kwa kiasi kikubwa kutumia sarafu zetu za kitaifa katika mahusiano ya kifedha. Mwaka 2024 zaidi ya asilimia 97 ya miamala ya kibiashara kati yetu ilifanyika kwa kutumia sarafu zetu za kitaifa. Tumeboresha mifumo salama ya mikopo na ushirikiano wa kibenki. Raia wa Urusi na Tajikistan sasa wanaweza kufanya miamala ya kifedha kupitia mfumo wa malipo ya haraka na kadi za malipo za Urusi aina ya Mil zitakubalika nchini Tajikistan. Tume yetu pamoja ya kiserikali itaendelea kutekeleza mpango wa ushirikiano wa kiuchumi hadi mwaka 2027. Leo tumeidhinisha mpango wa pamoja kuongeza biashara kati ya nchi zetu kwa asilimia 150 ifikapo mwaka 2030. Kama mwendelezo wa programu hiyo, Urusi inasafirisha kwa kiasi kikubwa cha mafuta ghafi pamoja na bidhaa za mafuta ambazo zimechakatwa kwenda Tajikistan, hivyo kukidhi karibu mahitaji yote ya nishati ya uchumi kwa taifa hilo. Ugavi huu wa nishati hauwekewi ushuru wa forodha ya usafirishaji wa nje. Hili ni suala ambalo Rais wa Tajikistan aliwahi kulisisitiza na tumelitekeleza kama ambavyo tulikubaliana. Urusi pia inaendelea kuisaidia Tajikistan katika kuendeleza sekta yake ya uzalishaji wa umeme wa maji. Kiwanda cha kuzalisha umeme cha Sangtuda Hydroelectric Power Plant ambacho kimejengwa kwa ushirikiano wa urusi kinazalisha takribani asilimia kumi na mbili ya umeme ambao unatumika nchini humo. Kampuni za Urusi ziko tayari kuendelea kuusaidia uendeshaji na uboreshaji wa vituo vya kuzalisha umeme vilivyopo nchini Tajikistan kwa kutumia teknolojia ya kisasa ambayo inakidhi viwango vijuu vya usalama na ulinzi wa mazingira duniani, anasema. Tunauona pia uwezekano mkubwa wa ushirikiano katika matumizi ya nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya amani. Shirika la taifa la Urusi la Rosatom limeonyesha utayari wa kushirikiana katika eneo hili likiwa na uzoefu wa kipekee usiopatikana pengine popote pale duniani ikiwemo uwezo wa kujenga mitambo midogo ya nyuklia inayofahamika kama small modular reactor. Urusi na Tajikistan pia zinaendeleza miradi mikubwa ya pamoja katika sekta ya viwanda, hasa nchi zetu zinashiriki kuanzisha, uh, uh, viwanda vya nguo, lakini wana mpango wa kuanzisha viwanda vya kilimo cha pamba lakini kuwe na uwezo wa kuzalisha bidhaa kamili za nguo kwa maana ya kutoka kwenye pamba. Aidha, kazi inaendelea kwa kasi katika ujenzi wa eneo maalum la viwanda la Urusi na Tajikistan linalofahamika kama Russia Tajikistan Industrial Park ambalo litakuwepo pale mjini Dushanbe. Nchi yetu pia inasaidia Tajikistan katika kurejesha mazingira ya maeneo ambayo yameathiriwa na shughuli za uchimbaji madini, hususani yale madini ya uranium. Leo hii tumeidhinisha ramani ya utekelezaji wa pamoja kwa ajili ya kusafisha na kurejesha eneo la Digmai ambalo limetumiwa kama dampo la taka za migodi. Kama mnavyojua, takribani raia zaidi ya milioni moja wa Tajikistan wanaishi na kufanya kazi nchini Urusi. Wameajiriwa katika sekta mbalimbali, hususani katika sekta ya ujenzi, makazi na huduma za jamii, usafiri na usafirishaji wa mizigo. Wanafanya na kutoa mchango mkubwa kwa uchumi wa Urusi, na zaidi ya yote fedha wanazotuma nyumbani zinachangia kwa kiasi kikubwa katika kusaidia familia zao na uchumi wa Tajikistan kwa ujumla. Tunajitahidi kuhakikisha kwamba raia wa Tajikistan wanafanya kazi katika mazingira bora na salama wakiwa na haki ya ulinzi kamili wa kijamii. Taasisi husika za Urusi zinaendelea kushirikiana kwa karibu na zile za Tajikistan katika masuala yote muhimu ambayo yanahusu sera za uhamiaji. Ushirikiano wetu pia unazidi kuimarika katika sekta ya kitamaduni na kijamii. Kama inavyofahamika, lugha ya Kirusi nchini Tajikistan imetambuliwa kikatiba kama lugha ya mawasiliano baina ya makabila mbalimbali mbali. tunatambua umuhimu mkubwa ambao Rais wa Jamhuri ya Tajikistan ameweka katika jambo hili na tunamshukuru kwa dhati kwa jitihada zake. Tunatekeleza kwa mafanikio pia mpango wa elimu ya lugha ya Kirusi ambapo zaidi ya wanafunzi elfu tano na mia saba, wanasoma kwa kutumia mitaala ya Urusi katika shule tano mjini Dushanbe na katika miji mingine kadhaa. Mwaka uliopita walimu zaidi ya 100 kutoka Urusi walitumwa kufundisha nchini Tajikistan chini ya mradi wa Russia Teacher Abroad. Aidha, takribani wanafunzi elfu thelathini na tano wa Tajikistan wanasoma katika vyuo vikuu vya Urusi katika matawi ya vyuo hivyo yaliyopo Tajikistan na katika chuo kikuu cha Urusi Tajikistan kinachofahamika kama Slavik University. Kwa kuonyesha umuhimu wa elimu, serikali ya Urusi imeidhinisha ufadhili wa masomo kwa maana scholarship elfu moja kwa wanafunzi wa Tajikistan, moja ya idadi kubwa zaidi miongoni mwa nchi wanachama wa jumuiya ya nchi za CIS. yes. hii ilikuwa ni taarifa ambayo imetolewa na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, ambapo anahitimisha kwa kusema Putin kushirikiana na Urusi na kwa mujibu wa wazo lililotolewa na Mheshimiwa Rais wa Raisu Tajikistan, ujenzi wa kituo cha kimataifa cha elimu kwa watoto wenye vipaji maalum pamoja na jengo jipya la ukumbi wa michezo wa kitaifa ambalo litafahamika kama Mayakovsky State Russia Drama Theater unaendelea mdini Dushanbe. Tunatarajia kwamba taasisi hizi muhimu za kitamaduni zitafunguliwa ifikapo mwaka 2027 20 Putin anaendelea, mwaka huu mataifa yetu mawili yameadhimishwa kwa pamoja miaka 80 ya ushindi katika vita kuu ya uzalendo. Huu ni ushindi wa pamoja wa mataifa yote yaliyokuwa sehemu ya, ya Umoja wa Kisoviet. Tunakumbuka vyema gharama kubwa tuliyolipa ili kufanikisha ushindi huo, na tunathamini kwa moyo wote kumbukumbu ya mashujaa wetu, baba, babu, mababu zetu waliolinda maisha na uhuru wa vizazi vyao katika nchi zetu hizi ambazo tulikuwa tunapambana. Anasema anapenda kutumia fursa hii kumshukuru tena Mheshimiwa Rahmon kwa kukubali mwaliko wetu wa kuhudhuria maadhimisho ya siku ya ushindi Victory Day yaliyofanyika Moscow tarehe 9 Mei na pia kutuma kikosi cha jeshi la ulinzi la Tajikistan kushiriki gwalide la maadhimisho hayo ambayo ilifanyika katika uwanja wa pale Red Square. Mazungumzo yetu kuhusu masuala ya sasa ya sera za nje yanathibitisha tena kuwa msimamo wa nchi zetu ni wa pamoja. Urusi na Tajikistan zinazingatia kwa dhati misingi ya utawala wa sheria za kimataifa, kuheshimu mamlaka ya kitaifa kwa maana ya sovereign, na kutoingilia mambo ya ndani ya nchi nyingine. Tunaendelea kuratibu kwa karibu misimamo yetu katika majukwaa makuu ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa UN, Jumuiya ya Mkataba Usalama wa Pamoja CSTO, Shirikisho la Ushirikiano wa Shanghai SCO, ambapo mwaka huu Tajikistan inashikilia uwenyekiti wa Jumuiya ya Nchi Huru CIS kwa mafanikio makubwa na Urusi inaendelea kutoa usaidizi wa kina kwa marafiki wetu wa Tajikistan. Na kama mnavyofahamu, mkutano wa viongozi wa nchi wanachama wa CIS utafanyika hapo kesho. Urusi kama ilivyokuwa daima, inaendelea kutoa mchango mkubwa katika kulinda amani, utulivu katika eneo la Asia ya kati. Wakati wa huo tunashirikiana kwa karibu na wenzetu wa Tajikistan katika kuimarisha ulinzi, ushirikiano wa kijeshi na teknolojia, mapambano dhidi ya ugaidi na biashara ya dawa za kulevya. Kambi ya kijeshi ya Urusi ya 201 iliyopo nchini Tajikistan ni miongoni mwa nguzo kuu za usalama wa Tajikistan na eneo zima la Asia ya kati kwa ujumla. Kwa kumalizia, napenda kusisitiza tena dhamira yetu ya dhati kuendeleza kukuza ushirikiano wetu wa pande zote. Tunaridhika sana na matokeo ya mazungumzo tuliyoyafanya leo na ninahakika kuwa matokeo haya yatachangia zaidi katika kuimarisha uhusiano wa kina na wa kirafiki kati ya Urusi pamoja na Tajikistan kwa manufaa ya wananchi wa mataifa yote mawili. Asanteni sana. Hii ilikuwa ni hotuba ya rais wa Urusi bwana Vladimir Vladimirovich Putin akiwa hapo Dushanbe, pale Tajikistan, ambapo pamoja na mambo mengine watu walikuwa wanasema unajua, Tajikistan ni mwanachama wa yale mataifa ambayo yamesaini ule mkataba wa ile mahakama ya uhalifu wa kivita ambayo inapatikana il The Hague nchini Uholanzi.